Habari zenu wasikilizaji wapendwa, karibu tena katika simulizi. Utakayoisikia leo iliyobeba ujumbe kutoka kwa kijana mmoja mwenye umri wa makamu ambaye hakupenda utambulisho wake ufahamike, na ilikuwa kama ifuatavyo: sijivuni maisha niliyoyapitia, lakini siwezi pia kusema uongo. Maisha niliyokulia na mazingira yaliyonizunguka yalinifanya nisifanane kuwa mtu wa hatari sana mimi ni kijana niliyekulia mitaa ya Pretoria. Nilifungwa kwa kosa la ujambazi na nimekaa jela kwa miaka mingi sasa. Nilikosea hilo, silikatai, lakini hali ya maisha pamoja na ukweli kwamba nafasi ya kupata kazi ilionekana kuwa finyu kabisa, ilinilazimisha kuingia kwenye uhalifu. Nilikuwa na akili darasani, lakini rafiki zangu wote walikuwa wahalifu. Wengi wao walikuwa watu wazima waliokuwa wameshajengeka kwenye uhalifu na walikuwa wanaingia jela kama sehemu ya maisha yao ya kawaida. Sasa hata baada ya mimi kutoka na kuamua kuishi maisha safi kama raia wengine wasio wahalifu, lakini jamii bado iliniona kama bado sijabadilika. Hivyo sikuaminika hata kidogo. Nilifaulu mtihani wa kidato cha nne metric nikiwa jela nikapata alama nzuri kabisa kwenye masomo ya biashara na Kiingereza. Nilidhani nikitoka nitapata nafasi ya pili ya maisha. Kumbe nilikuwa najidanganya. Tangu natoka nimekuwa nikituma maombi ya kazi kila mara. CV baada ya CV, nimejaribu hata kazi kwenye taksi, niliomba kuwa msaidizi wa dereva lakini nikakataliwa kwa sababu sikuwa na leseni ya PDP. Ingawa nilikuwa msaidizi tu, bado walinitaka niwe nayo. Kitu cha kuumiza ni kwamba wengine waliokuwa wakifanya kazi pale hawakuwa nayo, lakini mimi ndio niliambiwa lazima niwe nayo. Na kupata PDP kwa mtu mwenye rekodi ya uhalifu si kazi rahisi. Kila nikijaribu, majibu yanarudi yale yale. Tunasikitika kukuarifu kuwa baada ya kufanya uchunguzi wa nyuma hatuwezi kukuajiri kwa sasa. Kila nikisikia majibu hayo moyo wangu huvunjika. Najiuliza nitajenga maisha yangu vipi wakati jamii hainipi hata zana za kuanzia maisha mapya. Nilijaribu kuosha magari, kubeba matofali kwenye ujenzi, kufanya kazi ya zamu usiku kwenye magala ya vyuma chakavu. Wazungu wengine walinitukana wakisema mimi si kitu. Hakuna hata kazi moja yenye uhakika, ni kazi tu za kujikimu kwa siku. Nilijaribu kuhaso, lakini haso yangu haikuleta matokeo. Nikamkumbuka rafiki yangu mmoja ambaye ana connection nyingi. Mara ya mwisho kuzungumza naye, aliniambia kuna dili ya biashara anapanga, ila connection bado hajakamilisha. Akasema ndani ya wiki moja hivi tunaweza kuanza kazi. Nilifurahi, lakini siku aliponitobolea ukweli, aliniambia ni cash in transit haste, yaani wizi wa magari ya kusafirisha pesa. Yule jamaa ana gari zuri, Audi A3, ilikuwa ni used, lakini bado ilikuwa na mwonekano mzuri sana. Aliniambia hivi, nina jamaa yangu mmoja huko KZN, mganga wa kienyeji, lakini ni mganga hatari sana. Huyu sio wa tiba tu, anafanya hadi mambo ya silaha na uchawi wa kivita anakufanya usidhurike hata kidogo. Risasi haziwezi kupenya mwilini, mapanga hayawezi kukata na adui hawezi kukuona. Akaongeza kuwa baada ya kupata connection hiyo ya wizi, tunaweza kupanga ni kwa namna gani tunaweza kuifanya kazi hiyo. Kisha akaongezea ni kazi ambayo tutaifanya kwa haraka tu, na akaniambia mimi ninafaa kwa kazi hiyo kwa sababu nina njaa ya pesa, na kauli yake hiyo ilinikosesha usingizi kabisa nikawa nabakia najiuliza, inaweza ikawa ni kweli? Lakini na ikitokea tumefanikiwa nikapata pesa nyingi, basi nitaacha tena wizi, maana nitakuwa ninaweza kubadilisha maisha yangu kwa hatua kubwa sana, na nitaweza hata kumalizia nyumba ya mama yangu, nifanye mahitaji yote ya shule kwa binti yangu, nipate hata leseni ya PDP ya bandia, niishi maisha mapya kabisa lakini pia akili nyingine ilikuwa ikiniambia, je, itakuwaje ikitokea tumeenda kuiba na tukakamatwa? Na nikikumbuka maisha ya jela yalivyo ya mateso na unyanyasaji. Wakati nikiwa jela, nakumbuka kijana mmoja ambaye tulikuwa tuko kwenye selo moja, alichomwa na mswaki uliosuguliwa hadi ukawa na makali kama kisu, na kijana yule alikufa pembeni yangu nikiwa nasoma Biblia na sikuwahi hata kumaliza mstari ule wa Biblia lakini sasa pia maisha haya ya nje nayo si maisha. Naishi kwa mateso, kukataliwa, kushindwa kumtimizia mtoto wangu mahitaji. Najihisi kama baba asiye na faida. Rafiki yangu huyo, ambaye ninayetaka nishirikiane naye, kwa sasa yupo KZN kwa mganga, na aliniambia kuwa wamepewa hirizi ngozi ya chui ambayo anatakiwa kuibeba kwenye buti la gari yake kila inapotokea wakati wa kwenda kuiba mganga huyo alimpeleka mtoni akafanyiwa tambiko kisha akarudi na kupewa taya la mwanadamu, lakini sijui kama ni kweli. Pia akapewa na damu mbichi anywe, na alilazimika kunywa. Alidai alilipa shilingi rand elfu kumi na nane ambayo ni sawa na milioni mbili na laki sita Tanzanian shillings au laki moja na elfu ishirini tisa Kenyan shillings. kisha baada ya kufika kwake alichinja mbuzi usiku na nilikuwepo pia wakati akifanya hivyo akasema tambiko hilo linawaleta mapepo wanaowalinda wanapokwenda kuvamia, na alimalizia kwa kuniambia, tukishafanya kazi hiyo ya ujambazi tukafanikiwa, inatakiwa turudi kumshukuru mganga. Lakini tokea mjadala huu ukiendelea kati yangu mimi na rafiki yangu mpaka sasa bado sijafanya uamuzi wowote wa. Je, wewe ungenishauri nini? Au kama wewe ndo ungekuwa mimi, je, ungefanya uamuzi gani? Maana mtaani wanakuambia acha uhalifu na uwe mtu safi tegemezi katika jamii, lakini inawezekana vipi kama hata kazi ya kusukuma mkokoteni hawanipi? Vipi kama hata leseni ya PDP siwezi kuipata? Yaani rekodi ya uhalifu ya 2012 inanihukumu hadi leo, mpaka inafikia wakati nahisi kama uhalifu ndiyo njia pekee inayolipa hapa nchini, lakini pia pengine huo ndiyo mtego wa shetani. Mwisho wa simulizi. Ikiwa una ushauri, tumia sehemu ya comment kutoa ushauri, maana kuna watu wengi wanaotafuta njia za kujikomboa kimaisha, lakini mfumo wa maisha unawasukuma tena sehemu mbaya.